Lihii ni kwa ajili ya bodaboda boda. Sikia, sikia, mwananchi, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Ah, uchaguzi, moja ya majukumu ambayo TAKUKURU sisi tunayo ah, ni kuweza kuhakikisha kwa kwamba tunazuia rushwa lakini pia tunapambana na rushwa. Sasa katika muktadha huo, tunachokisema ni kwamba jukumu la kuzuia rushwa ni la kwako na la kwangu. Yaani kuzuia ya rushwa ni jukumu lako na langu. Halianzi kwa kumuonyesha mtu ambaye anasimama kama sehemu ya kuweza kufanya mapambano haya. Serikali kwa ujumla sisi imetupa kama dhamana ya kuratibu hayo mapambano dhidi ya rushwa, lakini mdau mkubwa kwenye mapambano dhidi ya rushwa ni wewe mwananchi. Sasa sisi leo tumekuja kuzungumza nini tueleze? Je, yeah, ukikutana na mazingira kama hayo, nini wajibu wako? Ukikutana na mazingira kama hayo, uende wapi? TAKUKURU tupo kwa ajili ya kuweza kushughulikia jambo hilo. Kama nilivyokwambia serikali imetupa jukumu la kuratibu mapambano dhidi ya rushwa, lakini mdao mkubwa ni wewe. Tunahitaji utoe taarifa ya vitendo vya rushwa ili tuweze kukupa ushirikiano na wale watakaokuwa wahusika na vitendo vya rushwa wachukuliwe hatua kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu za nchi yetu. Lakini ni rushwa inayozungumza pia ni tatizo pia katika mambo ya kidemokrasia au kisiasa. Mwaka huu wote tunafahamu tuko kwenye mchakato uh, wa uchaguzi mkuu na tunafahamu hapa wagombea wa vyama mbalimbali ambao wanapita sehemu mbalimbali kujinadi kwa sera zao, ili waweze kupata nafasi ya kuongoza, iwe ni nafasi ya mdiwani, iwe ni nafasi ya ubunge, lakini iwe ni nafasi ya urais. Huu ndio wakati pekee ambao mwananchi umethaminiwa kuliko wakati mwingine wote. Unapaswa kuhakikisha kwamba unaitumia nafasi yako iliyothaminiwa kuweza kuhakikisha kwamba unaifikisha taifa mahali ambapo ni sahihi, mahali ambapo hata kesho na kesho kutwa utajivunia kwamba hata mimi nilishiriki kwenye kulijenga taifa lao. Unaweza ukajiuliza ni kwa namna gani na kwa kupitia kile kipande chako cha kupigia kura unaweza kujua kwamba rais yupi ananifaa. Lakini kwa kupitia hiyo kipande chako cha kupigia kura unaweza kusema bunge gani ananifaa. Lakini kwa kupitia hicho kipande kupi, cha kupigia kura unaweza kusema diwani yupi ananifaa. Usimchague kiongozi kwa sababu amekuja kukushawishi kwa mambo ya rushwa, akakupa fedha, akakuaminisha kwamba ukimchagua kwa, kwa fedha aliyokupa, manake ndio utakuwa umempata kiongozi mzuri. La hasha, lazima ufikirie kwamba fedha anapokupa ni elfu kumi atakupa elfu ishirini manake, amekufananisha thamani yako na ile shilingi elfu kumi amekufananisha thamani yako na elfu ishirini Kitu ambacho ataweza unka, ataweza kufanikiwa kwa fedha anazozitoa za rushwa, lakini kumbuka, atakapokuwa ameenda kupata madaraka hayo, awe diwani, awe mbunge au rais, atakaa miaka mitano. Kwa miaka mitano yote ambayo atakuwa kwenye uongozi, hataweza kufanya maendeleo kwa sababu alitoa fedha zake nyingi kwa ajili ya kuipata hiyo nafasi. Kwa lazima tukubaliane kwamba kwa muda wote atakayekuwa pale bungeni atakaokwepo kwenye kiti cha udiwani au atakapokuwa rais, atatamani sana au itakuwa ni wazo lake la kwanza kuhakikisha kwa kwamba anarudisha fedha aliyoitoa kwa sababu ya kupata uongozi, na mwisho wa siku atakuja kuanza kuleta maendeleo, kitu ambacho tunaamini, miaka mitano ni miaka michache sana mpaka aje afikishe kiasi cha fedha ambacho alikitumia kwenye mchakato wa uchaguzi. Unaweza kukuta muda umeisha na hajafanya maendeleo yoyote. Kwa leo, nimekuja kuzungumza na ninyi wananchi wa stendi ya nane Nane, mjue kwamba mna wajibu wa kuweza kushiriki kwenye mapambano hayo dhidi ya rushwa kwenye kila ngazi, kwenye kila hatua. Na ukitaka kutoa taarifa ya vitendo vya rushwa kwa hapa Mbeya, sisi tuko maeneo ya foresti pale, karibu na beki kuu. Ukifika pale, ukiuliza ofisi za TAKUKURU utafika pale, utakuja, utatoa taarifa, tutaifanyia kazi taarifa yako. Lakini pia kitu ambacho tunasisitiza unapokuwa, na kuna taarifa zozote za vitendo vya rushwa, iwe ni hapa stendi au kwa mtu yeyote mwenye mamlaka, hizi taarifa toeni kwa siri, tunasema moja ya njia ya kutoa taarifa ni kufika ofisini kwetu. Lakini njia nyingine ya kutoa taarifa ipo namba ya bure ambayo huwa tunaitumia. Namba hii ni 113. 113 ukipiga simu hii unaweza kutoa taarifa zote za vitendo vya rushwa, ukatueleza uko wapi, lakini vitendo vya rushwa ni vipi, sisi tutaifanyia tuta kazi. Ni adui wa maendeleo. Rushwa. Chanzo cha kupatikana viongozi wasio na maadili. Oh, tuikatae rushwa. Aya. Ni kwa ajili ya wapenda maendeleo ah, pamoja na maendeleo ya taifa letu. Jambo lingine la mwisho tunalosisitiza, kama mnavyofahamu, sasa hivi tunaelekea kwenye kipindi cha uchaguzi. Kwa hiyo tunawasihi wananchi wote kutojihusisha na vitendo vya rushwa, kwa sababu rushwa katika uchaguzi itatusababisha kupata viongozi wasiofaa, viongozi wasio wa na kama tutapata viongozi wasiofaa au wasioadilifu, kwa maana hiyo tutashindwa kusimamia maendeleo katika ma, ma, katika maeneo yetu. Kitu cha muhimu tunachosisitiza ni kuhakikisha kwamba tunashiriki mikutano ya kampeni ya wagombea wote ili kuweza kusikiliza sera zao na kusikiliza maelezo yao kutokana na sera hizo. Kila mmoja kwa nafasi yake hataona ni kiongozi yupi anayemfaa ambaye anaweza kuleta maendeleo katika maeneo yetu. Kwa hiyo tusijihusishe na tendo la rushwa katika uchaguzi ili tuweze kupata viongozi walio bora kwa maendeleo yetu. Mwisho, nazidi kuasistiza kuendelea kushirikiana na TAKUKURU kwa kutoa taarifa za rushwa na kuendelea kuwaelimisha wengine. Wewe leo hii umepata elimu hii, kwa hiyo kwa fursa hii uliopata, kuna mwingine ambaye hajapata. Kwa hiyo tunawasihi kuendelea kuelimishana, na kama kutakuwa kuna changamoto yoyote au maoni yoyote Msisite kwa kuwasiliana TAKUKURU kwa kufika ofisi zao, kama nilivyosema tunapatikana katika wilaya zote na mikoa yote iliyopo Tanzania bara, na pia unaweza kupiga simu. Na sisitiza matumizi ya simu namba mia moja kumi na tatu. Msisite kutumia huduma hii, na huduma hii ni bure, hautatozwa fedha yoyote kwa kupiga simu au kutuma ujumbe wa simu. Cha msingi ni simu yako tu iwe na chaji uweze kupiga simu na kutoa dukuduku lako au kama ni maoni au kama una maswali ukaulizwa na ukapata majibu. Asanteni. Rushwa ni chanzo cha kupatikana viongozi wasio na maadili, tuikatae rushwa. We mama ntilie na mimi cho kidogo njazie mama, kumbuka kura yako ndo maisha yako. Maoni yangu kwa wafanyabiashara Tusipokee rushwa kwa kiongozi yoyote au mgombea yoyote, maake mgombea anayetoa rushwa sio kiongozi sahihi, anakuwa kuna kitu anakitaka. Akishapata hiyo, miaka mitatu tutaijutie. Tumefurahi kuipata hiyo namba ya TAKUKURU kwa sababu gani? Tunaona mambo mengi tunashindwa, tutapeleka wapi? Kwa namba hii, tutashirikiana nao kutoa taarifa, maake mambo mengi yanatokea, tuka tunashindwa namna gani tutaifikia TAKUKURU kuwaeleza hayo mambo. E, kwa namba hiyo hapo 113. Nisha save kwenye simu. Nisha ipata, naweza kutoa taarifa. Uh, elimu tuliyoipata kuhusiana na rushwa ni kwamba inakatazwa na inapigwa marufuku. Rushwa isifanyike makazini. Wale wanaofanya rushwa waachane na kazi ya kufanya rushwa maana inateketeza maendeleo ya nchi. Anatoa, uh, wito kwa wananchi wenzangu kwa ajili ya viongozi wanaopiga sela tuwasikilize, Kuhusiana na sera zao tuangalie, kiongozi bora ni yupi ambaye anaweza kaendeleza nchi na kiongozi ambaye anaweza kasimama kwa ajili ya maendeleo, na kiongozi yupi ambaye anaweza kasimamia na kuzuia rushwa isiendelee katika nchi yetu. Tumchague kiongozi bora atakaye simama kwa ajili ya nchi, muhimu kwa nyakati hizi ambazo pia nchi iko kwenye, kwenye mchakato wa uchaguzi ni wakati ambao kuna, kuna baadhi ya wagombea wasio waaminifu wanalazimisha kukubalika na wananchi kwa, kwa kutoa rushwa. Mimi niombe tu, niombe wanastendi na watu wengine, wananchi wengine wajitahidi sana kusogea kwenye mikutano ya wagombea huko wakasikilize sera zao kwa sababu mtu aliye mzuri atachaguliwa kwa maelezo yake nini ataifanyia Tanzania kuliko hata hizi fedha ambazo wana, wana, wanataka wapokee. Kwa wakati huu, mgombea ambaye atakurubuni kwa pesa sasa hivi haitaki mema nchi yetu, na huyo nafikiri TAKUKURU iwe, iwe, iwe, iwe jirani sana na wananchi kufuatilia nyakati hizi kuhusu wagombea wanaotoa rushwa na wale ambao sio waaminifu hawatoi sela wanategemea fedha zao. Ninashukuru maafisa wa TAKUKURU waliotutembelea katika maeneo haya ya stendi ya nane nane. Tuko, tuko tumepata elimu ya kutosha, wametuelekeza juu ya habari ya rushwa na madhara yake, ah, na jinsi gani rushwa inaweza ikapofusha, ikapofusha haki isifanye isifanyaje isitendeke. Nimefurahi kwa niaba ya watu wa mali hapa, wafanyabiashara wadogo wanaofanya kazi hapa, tunawashukuru sana. Tumefurahi kuwaona maafisa wetu wa TAKUKURU, kumbe wanatupenda ah, zaidi. Tunawakaribisha sana, waendelee kuwepo, waendelee kututembelea na kutupa elimu zaidi na zaidi. Kwa nini? Kwa ujio wao hapa tumejifunza mambo mengi, hata jinsi tunapouelekea uchaguzi wetu hiyo tarehe 29 mwezi wa kumi, tumejifunza kuenenda katika nini? Katika haki. Wametupa elimu tuenende katika nini? Katika haki, kata rushwa. Eh, kwa ajili ya maendeleo yako mwenyewe